Leo hii mlilie Bwana kwa sababu ya ndoa yako. Hebu chukua nafasi ya kumlilia Bwana kwa sababu ya ndoa yako na familia yako, kama vile Mungu alivyowasikia wana wa Israeli wakilia na akawatumia mia Gideon kuwatoa katika mikono ya wa Midian, ndivyo na sisi Mungu atatuma msaada wake kwa wakati wake na atutoe katika dhiki, matatizo mengi yanayoisonga ndoa na familia. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Biblia na Maisha, sehemu ambayo mimi na wewe tunapata nafasi ya kusoma neno la Mungu na kujifunza lakini pia kujifunza maisha kwa ujumla wake. Mimi naitwa Judith, karibu sana na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu tunasema asante kwa pendo lako. Tunaomba Roho yako kwa kiongozi Baba, katika muda huu wa kujifunza maandiko yako. Maneno haya ni yanenayo yasitoke kwangu bali yakatoke kwako nami nikawe chombo tu. Ili mwisho wote Baba, mimi pamoja na mtazamaji na msikilizaji tukajifunze kitu katika maneno haya kwa jina Yesu Kristo. Amina. Kulia na kuomba kwa ajili ya ndoa na familia zetu katika kile kitabu cha Waamuzi, kitabu cha Waamuzi sita kuanzia ule mstari wa saba nane mpaka kumi na sita kuna kisa hapa ambacho kisa hiki kitatufundisha kwamba kumbe wakati mwingine ni vyema sana kukabidhi matatizo fadhaa, wasiwasi wetu kwa Mungu ili aweze akaingilia kati matatizo yetu na akaweza kutupigania na kututoa katika huo utumwa. Kisa kinaanza kwa kutuambia kwamba wana wa Israeli walitenda maovu, walitenda maovu na si tu walitenda maovu, ila walitenda maovu tena. Kwa hiyo inamaanisha kwamba walishatenda maovu huko nyuma wakamrudia Mungu lakini wakatenda tena na Mungu akawaacha, wakaingia mikononi mwa Wamidiani, na Wamidiani waliwatesa sana ndani ya miaka saba. Kwa hiyo ninaposema kwamba ni muda wa kulia na kuomba kwa ajili ya ndoa na familia zetu, tunapata funzo kupitia somo hili. Wana wa Israeli walipata changamoto, wakapitia matatizo mbalimbali yaliyosababishwa na hawa Wamidiani. Lakini katika ile fungu la saba anasema, kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya Wamidiani. Fungu la nane, Bwana akamtuma nabii aende kwa hao wana wa Israeli naye akawaambia Bwana yeye Mungu wa Israeli asema hivi, mimi niliwaleta ninyi mkwe kutoka Misri, nikawatoa katika nyumba ya utumwa. Fungu la tisa, nami niliwaokoa na mikono ya wae, Misri na mkono wa wote waliokuwa wakiwaonea, nami niliwafukuza watoke mbele zenu, nami niliwapa ninyi nchi hii. Kisha fungu la kumi linasema, kisha niliwaambia mimi ndimi Bwana Mungu wenu, msim, msimche miungu ya Waamori ambayo mwaketi katika nchi yao, lakini hamkutii sauti yangu. Kwa hiyo Mungu anatuma nabii na kuwakumbusha kwamba mko kwenye hayo matatizo kwa sababu mmekataa kufuata masharti, mmekataa kufuata maagizo yangu. Ndivyo na sisi hivi leo. Matatizo mengi yanayotupata ni kwa sababu ya kushindwa kufuata amri na sheria za Mungu. Katika ndoa zetu, katika familia zetu, mambo mengi yanayotusonga ukiyatazama ni kwa sababu tumeshindwa kufuata kile ambacho Mungu amekielekeza kuhusiana na ndoa, kuhusiana na familia zetu. Hivyo sehemu hii ya ndoa hivyo ndoa zetu zimekuwa ni ndoa chungu, zimekuwa ni ndoa zina mwelekeo, kila mmoja amekuwa akifanya mambo yake, kila mmoja akipata ushauri kutoka huko duniani, na mwisho wa yote baba ameshindwa kutunza familia, mama ameshindwa kulea watoto na kumheshimu mume wake. Na hivyo familia zimekuwa ni sehemu za maumivu makubwa sana. Na yote haya tunakumbushwa kwamba ni kwa sababu tumeshindwa kufuata kile Mungu anachokisema kile Mungu anachotuagiza kuhusiana na familia na ndoa. Lakini fungu la kumi na moja anasema, malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwamori uliokuwa katika Ofra uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwanaye Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Midiani. Mungu alimtumia Gideoni ili kupigana dhidi ya Wamidiani na kuwakomboa wana wa Israeli mikononi mwa Wamidiani na, wa wa na kisa hiki kinatukumbusha au kinatutia moyo kwamba hata sisi katika hizo changamoto tunazozipitia ndani ya familia zetu chanzo chake kikubwa ni kuasi sheria za Mungu lakini pale ambapo tutakumbuka na kugeuka kama wana wa Israeli walipogeuka na kumlilia Mungu, basi Mungu atatuma msaada kwa wakati wake. Mungu ataziokoa ndoa zetu na familia zetu kwa wakati wake. Ndio maana nikaanza kwa kusema ni wakati sasa wa kuomba na kulia kwa ajili ya ndoa na familia zetu, wakati huo wa kumfuata Mungu, Mungu wa kweli aliyeumba mbingu na nchi, na kumwambia kwamba Baba, tunakiri na kuomba msamaha. Tuliendesha ndoa zetu na familia zetu kwa akili zetu na ushauri mwingi ambao tumeupata kwenye dunia hii ambayo haina mwelekeo wowote, na ndivyo tukaendesha ndoa zetu, na mwisho ndoa zimekuwa ni za maumivu, zimekuwa ni miiba ikituchoma, watoto wamekuwa wasikii wazazi sisi wenyewe hatuna mwelekeo. Basi sasa, baba yetu tunaomba utusaidie, na kama vile Mungu alivyowasikia wana wa Israeli wakilia na akawatumia Gideon kuwatoa katika mikono ya wa Midian, ndivyo na sisi Mungu atatuma msaada wake kwa wakati wake na atutoe katika dhiki, matatizo mengi yanayoisonga ndoa na familia. Unapolia na kuomba kwa ajili ya familia yako na ndoa yako, basi kuna mambo yafuatayo ambayo inabidi uyafanye na mambo hayo tunayapata katika Waamuzi ile sita fungu la 24 ndipo Gideon akamjengea Bwana madhabahu hapo, akaita jina lake Yehova Shalom, hata hivi leo iko huko katika Ofra ya Waebiezeri. Kujenga madhabahu, kujenga madhabahu. Hili ni jambo mojawapo ambalo unatakiwa ulifanye, kumjengea Mungu madhabahu ndani ya familia yako, sehemu ya ibada. Madhabahu ni ile sehemu ambayo wewe utaketi na kufanya ibada ya kweli kwa Mungu wako pale unapogundua kwamba sasa ninahitaji msaada kutoka kwa huyu Mungu wa majeshi. Basi ni vyema sana uanze kuandaa mazingira ya huyu Mungu kuingia ndani ya maisha yako na ndani ya maisha ya familia yako, ndani ya nyumba yako, kwa kumjengea madhabahu. Nikisema kumjengea madhabahu inamaanisha kuweka tayari na kuondoa vile vitu vyote ambavyo vinaondoa uwepo wa Mungu. Na hiyo ndo tunaingia katika point namba mbili. Kwamba baada ya kumjengea Mungu madhabahu ndani ya familia yako kuandaa sasa kuanza kutafuta Biblia vitabu ambavyo utaanza mtaanza kuvisoma kama palikuwa hamna maombi kuanza kufanya maombi asubuhi na jioni kama palikuwa nyimbo huko zinazoimba ni nyimbo za dunia basi kuanza kuimba nyimbo za Mungu zinazoleta uwepo wa malaika wa Mungu na uwepo wa Mungu ndani ya nyumba yako. Point namba mbili ni kuondoa vile vitu vyote ambavyo vinazuia uwepo wa Mungu ndani ya maisha yako, vile vitu vyako wewe kama wewe, vile vitu ambavyo viko ndani ya nyumba yako, yale mambo ambayo moyoni mwangu unayajua kabisa kwamba haya hayaruhusu uwepo wa Mungu ndani ya familia yako. Matendo haya tunayoyatenda, maneno haya tunayozungumza ndani ya nyumba, mavazi haya tunayoyavaa, namna tunavyoongea haimpendezi Mungu, yote hayo ni maashera yote haya ni miungu ambayo unatakiwa uiondoe na kuisafisha. Tunaona katika ule mstari wa ishirini na tano anasema ikawa usiku huo huo Bwana akamwambia mtwae ng'ombe wa baba yako yaani ng'ombe wa pili wa miaka saba, ukaiangushe madhabahu ya Baali iliyo aliyo nayo baba yako aka ukaikate ashera ile ile iliyo karibu nayo ukakati ya Ashera bahali ile, miungu ambayo unajua kabisa, hii ndiyo inazuia uwepo wa Mungu ndani ya ndoa yangu ndani ya familia yangu. Jenga madhabahu, ondoa vitu vyote yale, maneno unaoyanena yale matusi unaotukana watoto wako, yale maneno unaoyanena juu ya mume wako, juu ya mke wako, anza kuyaacha zile nyimbo za dunia zinazoimba ndani ya familia yako, ambazo zipo ndani ya simu yako, zile picha chafu ambazo hazifai, zile nguo ambazo unajua kabisa nikizivaa hazina utukufu mbele za Mungu. mm -hmm. yote hayo ni maashera mpendwa, yaondoe na uanze kujiandaa kwa ajili ya uwepo wa Mungu ndani ya maisha yako. Kwa hiyo haya ndiyo mambo ambayo tunatakiwa tuyafanye, tunatakiwa kuyafanya ili kuruhusu uwepo wa Mungu ndani ya maisha yetu. Mpendwa, tuanze kuomba, tulilie familia zetu na ndoa zetu ili Mungu aweze kuziokoa, maana neno la Mungu linasema wale wote ambao watatafuta msaada kwa Mungu, Mungu yuko tayari kuwasaidia. Ndio maana anasema ombeni nanyi mtapewa bisheni nanyi mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtaona. Mta, tutakapomtafuta Mungu kwa bidii, tutakapogonga eh, tutakapoomba Mungu atatusikia kama vile alivyowasikia wana wa Israeli ambao walikuwa wanafanya makosa mara kwa mara lakini walipomlilia Mungu wakusita aliwarudia na kuwakomboa. Ndivyo na sisi tumemkosea Mungu, haijalishi tumemkosea mara ngapi, tutakaporudi na kukiri na kusema Mungu pekee yetu, hatuwezi hatuwezi ku, ku, ku, kuendesha familia zetu, hatuwezi kujenga ndoa zetu, hatuwezi kupata ndoa zenye furaha bila msaada wako. Ndivyo Mungu atakavyotujia kwa wakati na kukomboa ndoa zetu na kukomboa familia zetu na kufanya ndani ya ndoa zetu, ndani ya familia zetu, familia ziwe sehemu yenye amani na furaha tele. Mungu akapate kukubariki sana kwa neno hili zuri, ambalo litazidi kutukumbusha mimi na wewe majukumu yetu, lakini pia likazidi kutukumbusha kwamba msaada unapatikana kwa Mungu pekee. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu tunasema asante kwa pendo lako. Asante kwa kuongea nasi kupitia neno hili baba. Jina lako litukuzwe sana. Tunazidi kujikabidhi sisi pamoja na familia zetu mikononi mwako kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Mpendo unayetazama ukapate kuwa na siku njema. Mungu akakubariki sana kwa kusikiliza somo hili na pia usisahau kushare, usisahau kulike pia na kusubscribe ili kila nitakapokuwa narusha video nzuri kama hizi uwe miongoni mwa wale ambao watapata notification. Mimi naitwa Judith, asante kwa kutazama. Tukutane katika kipindi kingine. Asante na kwaheri.